yako lakini Mungu kwenye neno lake aliandika hili ya kwamba atakuokoa na mtego wa mwindaji. Kwa sababu kwenye maisha ya wanadamu kuna watu ambao ni wawindaji, kuna watu ambao wanawinda roho za watu, wanawinda nafsi za watu, wanawinda biashara za watu, wanawinda hatima za watu, wanawinda kazi za watu. Lakini Mungu anayo nguvu ya kukuokoa na mtego wa mwindaji. mwindaji huyu Bwana mwenyewe atakuokoa na mtego wa mwindaji. Mitego yote ambayo imetegwa kwenye maisha yako, lazima ujue ya kwamba yuko Mungu aonaye hiyo mitego sirini. Kwa macho yako unaweza usiuone mtego hata mmoja, kwa akili zako unaweza usiutambue mtego hata mmoja, lakini yuko Mungu ambaye anaona mitego maadui waliokutegea. Ndio maana akaandika kwenye neno lake ya kwa